Fungua mdomo wako nami nitakupa zawadi kutoka kwa roho. Anatumia uchawi kuwa tajiri kupata utajiri. Katika kijiji kidogo cha Joma paliishi kijana mmoja aitwaye Juma. Ijuma alikuwa na nia nzuri na moyo wa kusaidia, lakini maisha yalikuwa magumu sana upande wake. Alikaa katika nyumba ya tabaka la tatu ngo zake zilikuwa zimecheka na mara nyingi alilala usingizi wa njaa sana. Juma alitumia masiku yake ya yote akifanya kazi kwenye mashamba ya watu wa kijiji, lakini mshahara wake ulikuwa mdogo sana. Haukutosha hata hata kumnunulia mamaye vitambaa vipya. Yaani maisha ya Juma yalikuwa magumu sana. Kila siku alivyokuwa akijitahidi kupambana bado fedha aliyokuwa akipata ilikuwa haimtoshi kwa chochote kabisa. Amepambana na kupambana, lakini maisha yake bado yanaendelea kuwa ya chini, haoni akipiga hatua, anajiona kuwa mtu wa chini siku zote. Juma anajiuliza alimkosea nini Mungu, maana kila hatua anayoifanya kila jitihada anayojaribu kupigana hapati chochote. Juma alitamani sana utajiri, alitamani kuwa na chakula kingi mezani, nguo nzuri, nyumba kubwa anaweza kumkaribisha mzazi wake aishi kwa raha, lakini juhudi zake zote za kufanya kazi kwa uaminifu zilishindwa kumletea utajiri huo, yani zilielekea kugonga mwamba kabisa. Kila kazi atakoipata fedha ilitokomea kusikojulikana. Kwa sababu fedha alikuwa anaipata kwa chache, ilikuwa ikiizi hata mahitaji yake madogo madogo ambayo angeweza kujirumia. Kwa hiyo maisha kiupande wake yalikuwa magumu sana. Juma alitamani sana utajiri, alitamani kuwa na chakula kingi mezani, nguo nzuri na nyumba kubwa anaoweza kumkaribisha mzazi wake. Maisha magumu sana. Siku moja alipokuwa akirejea nyumbani kwa uchovu wa kazi, alipita kwenye msitu mkubwa uliokuwa na sifa ya kuwa na mashetani. Wazee wa kijiji walikuwa wakiwaonya watoto wasipite hapo, hasa usiku, lakini Juma alikuwa na haraka na alichagua njia ya mkato katika maisha yake. Siku moja alipokuwa akirejea nyumbani kwa uchovu wa kazi alipita kwenye msitu mkubwa sana uliokuwa sifa ya kuona mashetani mashetani, narudia tena mashetani sana. Giza lilikuwa linazidi ndani ya msitu, na upepo ulikuwa unapuliza kwa nguvu, kwa nguvu sana kuvunja matawi. Ghafla Juma alisikia sauti ya kilio. Alisimama akisikiliza kwa makini, sauti ilitoka kwenye kichaka kilichokuwa karibu. Kwa hofu aliyokuwa nayo, alichagua kukaribia. Alichomwa kilimtia kwa mshangao: kulikuwa na mzee mwenye sura ya kutisha, mwenye macho makubwa yenye mng'ao wa kijani, amekwama chini na mzigo wa kuni zilizokuwa zimemwagika zikiwa nyingi sana. Mzee yule alimwambia Juma, isaidie mwanangu, mzee alipapasa kwa sauti ya udhaifu mzee alikuwa na tapatapa Juma. Ingawa aliogopa alimwokoa mzee, akimwondolea kwenye hizo kichani mwake. Mzee alipoinuka akamwangalia Juma kwa kina. Umekuwa mwema sana kwangu mwanangu, wengi wangeniacha hapa nihangaiki na huu mzigo na, na kuomba uniambie ni kitu gani kimoja unahitaji au unachotamani zaidi duniani. Bila kusita juma akajibu Ninatamani utajiri, mzee wangu. Nimechoka na maisha haya ya umaskini. Napambana kila siku, lakini sieni nikienda mahala popote. Mzee alinyosha mikono yake miwili, mmoja ilikuwa imejaa fedha za dhahabu na nyingine ilishika mkoba mdogo wa ngozi. Nakupa uchaguzi mwanangu, unaweza kuchukua hizi fedha za dhahabu na utakuwa tajiri sasa hivi, au unaweza kuchukua hiki kikapu kidogo kia ukipuliza ndani yake ukikiomba kitu utakuwa na kipata. Uchaguzi ni wako mtoto wangu. Juma alitazama fedha za dhahabu, zilimurika kwa mwangaza wa kuvutia, kisha akatazama kikapu kidogo kilichokuwa kimekaa na kuzirika. Kwa tamaa ya kupata zaidi akachagua kikapu. Mzee yule alimpatia Juma, akasema asante mzee, asante lakini kumbuka, mzee alionya, kilicho kizuri huwa na mkono wake. Uchawi sio mchezo. Na kwa ghafla, mzee alipotea kama moshi, ukiacha Juma peke yake na kikapu alichompatia. Juma alirudi nyumbani kwa furaha kubwa. Alijaribu kikapu, nataka mikate mitano mizuri, akapuliza ndani mara mikate mizuri na yakunukia ikatokea ndani. Alipuliza tena, nataka samaki aliyekaangwa mkubwa sana na akapata furaha yake ikukoma. Siku chache baadaye alitaka utajiri mkubwa sana, alijinunulia nyumba kubwa, nguo za gari, nguo za kila aina na chakula cha aina zote. Watu wa kijiji walishangaa na kumtukuza. Juma alisahau maisha yake ya zamani na kuanza kuwa na kiburi. Alianza kutumia kikapu kwa mazumuni mabaya, badala ya kusaidia wenye njaa kijijini, aliwafukuza kwa kiburi. Alipoulizwa na mamake asitumie uchawi, alimuuliza mamake, je, mwanangu, unatumia uchawi kupata mali zako? Alikataa. Huwezi kumuda maskini tena, mama alisema. Lakini siku moja alitaka kumfanyia mchumba wake aitwaye Amina karamu kubwa sana hapo kijijini. nataka vyombo vya fedha na vyakura vya aina zote. Alipuliza ndani ya kikapu vyombo vikaja, lakini pia majani ya kienyeji yalianza kutoka kwenye kikapu na kumfunika. Alijaribu kuyatupa lakini yalizidi kuongezeka, yalifunika sakafu, kisha meza na kuanza kumlazimisha Juma Ajikinge kwenye kona. Acha alipiga kelele, lakini kikawapo kilizidi kutoa mimea na mimea mimea. Hiyo ilikuwa na miiba mikali, iliziba milango na madirisha. Juma alianza kupata hofu, aliita kwa msaada, lakini sauti yake ilipotea ndani ya msitu huo ulikuwa ndani ya nyumba yake. Amina alipokuja kwa mihari ya karamu alikuta nyumba yote imefunikwa na mimea ya miiba, hakuna mlango wala dirisha. Aliita jina la Juma na siku zimekusikia jibu la hofu ndani. Watu wa kijiji walikimbilia, lakini hawakuweza kufanya chochote. Mimea ilikuwa imeenea kwa kasi ikifunika nyumba yote kama kilima ati. Mama yake mama yake Juma alimwomba mzee mmoja mwenye kima kijijini. Mzee yule alifika na kutazama hilo jambo la ajabu. "Hii ni nguvu ya uchawi," alisema. Juma alichagua njia ya haraka na ya uovu. Mimea hii haitakoma mpaka aombe msamaha, na atakapokataa, utajiri huu wa uchawi basi utaendelea kumsa, utaendelea kumuangamiza, utaendelea kumtesa. Ndani juma alikuwa mikwabo na hofu nyingi pamoja na mshangao, akiwa na huzuni kubwa, akilia sana. Sara machozi asiyosikauka alisikika maneno ya mzee huyu, alitambua makosa yake, alilia kwa majonzi. Ninasikitika, alipiga kelele kwa nguvu. Najuta, najuta kupata utajiri wa haraka. Najuta, nimekosa kwa kuwafukuza wenzangu nimekosa kupata utajiri na kuanza kuwazia, aki wenzangu, nimekuwa kiburi baada ya kujiona hii sehemu niliyofika, kwamba nimemaliza, kwamba mimi ndo kile kitu, mtu yoyote awezi kunishauri katika maisha yangu na kuwafukuza. Nimekosa kwa kutumia nguvu hizi kwa binafsi. Nataka kuwa maskini tena, lakini niwe na amani kuliko huu utajiri unaonikandamiza na kunitesa kabisa. Mala aliposema hivyo Mimea yote ilianza kuyeyuka kwa kasi kama maji. Miba ikawa ya maua na ndani dakika chache tu nyumba yake ikawa kama ilivyokuwa awali. Mlango ukafunguka na Juma akatoka nje akiwa amepoteza uzito na kuwa na hofu. Kikapu cha uchawi kikawa kimepotea na pia utajiri wake wote ukawa umetoweka kabisa, lakini Juma alijua somo. Alirudi kwa wazazi wake kawaida kwa bidii akawa mtu mwema zaidi, mwenye huruma, na kuwasaidia wale wote maskini kama alivyokuwa, na ingawa hakuwa tayari tena kuwa, alibahatika kuwa na amani na moyo wake na heshima na kijiji chote. Hivyo ndomo Chuma alivyojifunza kuwa utajiri wa haraka unaweza kuwa mzigo mzito sana, na kwamba heri utajiri unaopatikana kwa jasho la mvua, heri utajiri unaopatikana kwa nguvu binafsi Kuliko tajiri wa shortcut. Na hapo ndo mwisho wa stori yetu. Na hii ni Smax Films. Inaitwa S M A X A Smax King of Facts. Usisahau kusubscribe ku like na ku comment ili uwe updated na video mpya tukaofuatia. Namaste. Oh.